Kama kawaida hapa ni Sharja, kwenye vifaa vya ujenzi hardware. Hapa mawakala wakubwa wote wako hapa Sharja, vifaa vyote vya ujenzi na electronics vile vile za masuala ya ujenzi. Simba wa Bahari, ahsan fursa. Wallahi hizi ni za hapa hapa Budham, yani uwe hii hapa hapa. Hapa kuna viwanda maalum vya kutengeneza tiles. Yeah, squeeze yani ujenzi nje nyumba sasa hivi unaikiwa tiles unaika tiles pieces, unaja kupiga rangi, kwa hiyo kitu kinakuwa long life hii. Hizi za za ukuta na za na za floor vile vile kwa pamoja unaweza kuweka ukutani au kwenye floor. Hii cabin ya bafu yenyewe iko hapo hapo, na kitchen yenyewe ina mpaka ventilations, yani umo kwa umo unafanya kila kitu, vina yani iko simple alafu iko very special vilevile. Yote hii utapata ukiwa na Simba wa Bahari, tutakuleta ili chimbo ukija, ili ujipatie vifaa vyako vya ujenzi. Simba wa Bahari, Kilimanjaro Star Cargo, tuko pamoja sana.